Sasa hivi unaweza ukaokoa gharama kubwa kweli kwelikweli, e, za kutumia umeme wa nguzo. Sasa hivi pia unaweza ukawa huna tena haja ya kila baada ya muda fulani, labda mwezi unasema nalipia malipo fulani e, ili kwamba sasa nipate tena umeme, kwa sababu tu sasa hivi unaweza kuwa na my solar. umeme unaotumia nguvu ya jua wanaita sola. Yes. Na kwa nini utumie my solar? sababu ziko nyingi, mojawapo ndio hiyo kuokoa gharama lakini la pili ni kwamba hivi ndio inanifurahisha na ndo nanifurahisha mimi zaidi. mm -hmm. Sasa ukishanunua tu ule mtambo wa Maisol. mm -hmm. Wao wanakuja wanafanya wiring yake kitofauti eh, ki kito, nambayo na haisumbui ile ya kwako ambayo unaitumia, yeah. Haisumbui wala haiingili. mm -hmm. Unaona eh? Wanaifanya kitofauti kabisa na wiring ambayo ni kwa ajili ya umeme wako wa kawaida wa nyumbani. Halafu baada ya hapo wanakufungia hiyo yote, huduma ni bure Sawa bana. mm -hmm. ukishafunga ule mtambo wa Mysol mara moja, hakutakuwa na gharama nyingine zozote zaidi ya hizo gharama ulizotumia kuununua huo mtambo. Yaani wewe unaendelea kula umeme moja kwa moja katika kipindi cha maisha yako, bila kuwa na kulipia gharama nyingine yoyote, na ikitokea kuna takia labda aina yoyote ya maintenance marekebisho marekebisho hapa na pale, unawapigia simu Maisolo, wanakuja wanafanya marekebisho yao, wala hawakusumbui. mm -hmm. We unaendelea tu kula shushu mm hiyo -hmm. ni sababu nzuri sana sana sana ya mimi kuendelea kukushawishi utumie umeme unaozalishwa na jua au umeme wa sola wa Maisolo. Uzuri ni kwamba unaweza ukautumia katika maeneo ya mjini au unaweza kutumia katika maeneo ya vijijini. Akina sisi pamoja na mie mwenyewe pia nimeshawishika Nafanya hii kitu inaitwa my soul. Mm. Hey. kwenye sehemu zangu zote mbili za makazi sio, mm. Hey, hey. Hey, sehemu nyingine hey, za makazi mm -hmm. Unaona bwana eh? Na zaidi ya hapo ni kwamba sasa hivi unaweza ukachukua my soul mtambo wako ule na ukaulipia kidogo kidogo, sio lazima uwe una cash taslim, kwa sababu ni ninunue kwa, kwa gharama ya mkupuo a kidogo kidogo, basi huku unafanya hivyo. Na habari nzuri zaidi, na kwenda kwa wafanyakazi wa umma, watumishi wa umma, wafanyakazi wa serikali, watumishi wa umma wa e, huna haja ya kulipia na, na advance hapa kidogo, mm -hmm. Hebu nileteni mtambo. Hapana, huna haja ya kuwa na advance mm -hmm. Mtambo wanakuletea wanakufungia, kufunga ni bure na wiring ni bure. Wewe utalipa tu polepole pole kidogo kidogo kutoka kwenye sehemu yako ya mshahara. Basi ya, huna tabu kama ni mfanyakazi wa wa umma hivi ninavyozungumza, naweza kuwapata kwa njia ya simu my soul kote nchini Tanzania. Tena kwa sasa hivi mpaka hata watu wanaofanya kilimo, mnaofanya kilimo. Bwana kilimo siku hizi kimekuwa ni biashara kweli kweli, mpaka vijana wameingia, wamekuwa wakulima, zile wanaita kilimo cha mboga mboga na matunda, yeah. Aa, kime chachama, yes. mm -hmm. Kwanza soko limekuwa kubwa sana, wateja wapo, alafu ardhi tunayo, vijana mm -hmm. wameingia huko ndani, ya muda mfupi miezi michache ushavuna unakula pesa tu sasa. Pia kuna zile pampu kwa ajili ya kufanya umwagiliaji kwenye kilimo chako cha kisasa, na pampu hizo zinatumia umeme wa jua za my soul si mm -hmm. so, unajua, shambani wakati mwingine ni sehemu remote yeah, sio lazima okay, kuwe kuna kijiji mm -hmm. Shambani wakati mwingine ni mbali kidogo, sio lazima kuwe na umeme mm -hmm. wa kwamba utakuwa na si pampu usukumi saa ah, basi unatumia my soul tena wana pampu zake maalum kabisa kwa ajili ya umwagiliaji. Wataka nini? Zaidi ya Mysol.